Mwanangu Janga, kuanzia leo ile tatizo lako ilikuwa linakusumbua, leo nimelimaliza, kama nilivyokuahidi, nimekuletea mke anaitwa Masono huyu hapa. Kwa hiyo kuanzia leo na kabidhi ni hii nyumba, mashamba, mimi nasafinaenda kuishi kijiji cha pili huyu ndiye atakufuta majonzi yote yale yaliyotokea nyuma. Sawa, mwanangu, nawatakieni maisha mema. Nawe Masono, kumbuka mwanamke hata kiwa mdogo ni mkubwa kwa mwanamume, na kuomba umwenzi mumeo mwishi vizuri sawa, sawa au na lolote mwanangu, janga na kuambieni na kuombeeni maisha mema, muishi vizuri. Na nataka watoto niitwe bibi, si niona mpaka mahali haya aniokuwa nayo, lakini bado sijaitwa bibi. Nategemea matunda ya yawepo sawa. Mi nasafiri naenda kuishi kijijini huko, kijiji cha pili, sawa? Ila mnikumbuke Nafikiri umemsikia shangazi aliyozungumza. Nategemea ushirikiano kutoka kwako, right? Kukata kuni baba. E, mwanangu, ndo umeenda kutafuta kifo. Umeniacha na nani baba, mbona umeniadhili mzazi wangu? Umeniacha peke yangu baba, sina tena mtu mwingine mie hapa, mume sina, mtoto sina. <laughs> mbona umeniadhili mwanangu? Jamani, sijui kama umeliwa na wanyama au umeuawa na binadamu wenzio, mwanangu Aa, no nabaki na nani mimi hapa kijijini? <laughs> Mwanangu, wewe ndio kipenzi changu. <laughs> tafanya nini mimi tena? na faida gani hapa kijijini mwenze Sasa umeuawa na nini mwanangu? Kama ni wanyama, kama ni binadamu wenzio? Mi sielewi. Nani aliyekuzika mwanangu? Ningekuzika mwenyewe kwa mikono yangu mama ah, Angu. Kwanza tunashukuru kwa kumaliza msiba wa mwana kijiji mwenzetu kwa usalama usalimini. Tulikuwa tunampenda, tunaishi naye vizuri, lakini Mungu kampenda zaidi. Cha msingi ni kumwombea dua tu, roho yake Mungu ailaze pema peponi. Amen. Amen. Amen. Lakini kuna tukio limetokea hapa baya sana. Tukio la kutisha na la aibu hapa kijijini kwetu. Sasa linapotokea tukio kama hili hapa kijijini kwetu, adhabu zake zinakuwa mbili: kwanza kifungo, lakini la pili ni kufukuzwa katika hiki kijiji, asionekane tena kwenye hii maya sana kwa vizuri. Naongea nikiwa mwenyekiti wa hiki kijiji. Nolela anamfunga. Sawa baba. Namfunga na makazi yake yatakuwa kifungoni. Bas! Sawa sawa. Sawa baba. Ndio jamani. Sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Hey, jamani, haonewi mtu tukio kubwa tukio la kuhuzunisha. Nasema baada ya hayo, maskari, maskari peleka kifungoni. Kula binti yangu, ili uwe na nguvu na na imani, mama kwa mbali na mimi na mimi pia siwezi kuwa mbali na wewe Nolela. Pia ulisema huwezi kukimbia matatizo, bali utakabiliana na matatizo kwa namna moja ama nyingine. Kuwa na subi la binti yangu, kwa lolote litakalo kukuta, liwe baya, ujue jema linakuja mwanangu a binti yangu, mama. <coughs> Kinachoniuma ni hali yako pakani, karibu nawe mamangu. <coughs> Mana binti yangu, utuuzima uja na mambo yake hivyo. Kuhusu mimi, usiwe na wasiwasi Dawa kumeisha mama, ondoka na chakula chako. Umemkuta labda, una shida gani? Kuna taarifa nataka nimfikishie. Taarifa gani hizo? Nimepita nyumba ya mama Nolela, kuna harufu kali sana pale. Ah, taarifa hizo anazo. Kinachonuka pale ni mwili wa mama Nolela, kwani amefariki siku tatu zilizopita. Mama Nolela amekufa! Mama Nolela amekufa! Na binadamu usipozikwa, lazima unuke. Binadamu tunanuka. Naam.

sana Nolela, nalijua hilo. Kwa nini minitmboni? Kwa nini kila matatizo nanikuta mimi tu? kweyimi ndimmba matatizo? Hapana Nolela, usiseme hivyo. Najua maumivu aliopo moyoni mwako, lakini usilie sana mpaka kichwa kikakuuma, sawa Takana nani? Na mamangu ndo alikuwa kila kitu. Bado mishanitenga na mamangu pia yupo. Ujiseme ipo, Nolela. Na mimi ndo ndugu yako kwa sasa tena, damu moja pia. Usiongee hivyo numba, ujipe ujasiri na ukakamavu, omba dua kwa Mungu na mizimu, ila kila gumu kwako liojepesi Sawa? Nilipata bahati ya kumtembelea Nolela... kwa kule amenielezea kila kitu ambacho kilichomsibu. Ila lengo langu mimi kuja kwenu na kumuomba msamaha. Naomba msamaha. Hii ambacho naomba mumsamehe. Unajua tukio alilofanya Nolela? Unalijua tukio alilofanya Nolela hapa? Nolela amefanya tukio kubwa sana. nafasi kabisa kabisa. Ni kweli kabisa. Nolela amefanya tukio ambalo halikutufurahisha wa wala halikutumeleza, na hukumu uliyotoa inastahili kabisa kwa Nolela. Vizuri sana. Ukumbuke, Nolela ni binadamu, alafu Nolela ni mwanamke. Anaweza akafanya lile tukio bila kukusudia au kukusudia, anaelewa vizuri. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba, hawa vijana wametoka mbali, kama wametoka mbali wamekuja huko Nolela hivyo, wana kijiji wengine hapa wanataka kuja kumwombea msamaha na wewe lakini wanaogopa kwa sababu hukumu uliotoa, na wewe ndio mwenyekiti. Kwa hiyo wasikilize, mshauri wangu, hukumu ni ile ile, Nolela lazima atumikie kifungo hivi. Ah, nataka nikuulize wewe mshauri wangu na bwana Magobo, tukio alolifanya Nolela kama angelifanya kwa mwanaye Magobo, nyinyi mngejisikiaje? Ndio maana mwenyekiti, ningekwambiaje, Nolela ni mwanamke, mwanamke mdhaifu, ana mawazo tofauti, anaweza akafanya jambo bila kusudia au kusudia. Ame kusudia. Ame kusudia. Sawa mwenyekiti, kweli nisikilize, nisikilize, sasa nakuomba mwenyekiti, wewe mwenyekiti umechaguliwa kiongozi, nisikize vizuri kiongozi unatakiwa uwasome watu unaoongoza, uangalie na akili zao, je, wakoje? Ili utumie busara. Sasa kweli, adhabu umetoa na kahukumiwa na kapewa, na hata mtoto anapokosea unamchapa fimbo, lakini akirudi nyuma kukuomba samani babake basi unamkubalia, una, una, una, kwa hiyo mimi ni kuombe Nolela msamei, kama vijana walivyokuja wametoka mbali Vizuri sana nimekusikia mshauri. Nimekusikia mwanangu. Swala lako tumelipokea kwa mikono yetu. Tutaka na viongozi wangu wa hiki kijiji. Tutatoa maamuzi ya amani kabisa. Amna tao. Asanteni sana. Safari njema. Na hapa tena leo kwa swala zima linalomhusu binti yetu Nolela. Nafikiri miongoni mwenu hakuna asiyefahamu kwamba Nolela amefanya nini katika kijiji hiki. Hivyo basi, pamoja na kutumikia kifungo chake atakuwa huru, lakini Nolela hatakiwi tena kuishi katika kijiji hiki. Ni lazima aondolewe kwenye himaya hii. Baada ya kuisha kikao, nitawatuma maskari wangu waende wakamtoe Nolela alipo, wampeleke nje ya kikijiji. Hana nafasi tena ya kuishi hapa, au sio? Mshauri wangu, kabisa kabisa. Ni kweli kabisa. <coughs> hey. Siji mzee, unasemaje? Ni sawa, lakini kwa nini asipewe nafasi, au apate muda nawe wa kuomba msamaha? Hana nafasi hana nafasi. Maamuzi ni hayo. Nolela lazima aondolewe kwenye hiki kijiji. Basi, mmenielewa? Ndio mkuu. Mmenielewa? Ndio. Sasa kama mmenielewa, na nakiahirisha hiki kikao, mrudi majumbani kwenu mkaendelea na shughuli nyingine. Asanteni sana Aririri. O oh, Nolela binti yangu. Karibu sana nyumbani. Karibu mwanangu. Laiti kama ningelikuwa na mchele, ningekumwagia mama. Au ningelikuwa na unga, ningekutambikia mwanangu. Mama yako uliniahidi kuwa hautakuwa mbali na mimi na kuahidi mwanangu, na mimi sitakuwa mbali na wewe mpaka mwisho wa safari yako. Kwaheri mwanangu, kwaheri Nolela.

Sasa ni wakati wako wa kwenda kumuona, msamaha unasema ndiyo. Mme wangu <sighs> akikuona Nolela, atafarijika sana, ukizingatia hana mtu wa kumfariji kwa sasa. Nenda mme wangu, nenda Sanga.